Hadithi ya mama wa kambo na ushujaa. Mara moja palikuwa na msichana aitwaye Amina aliyekuwa akiishi na baba yake katika kijiji kidogo pembezoni mwa msitu. Mama yake mzazi alifariki alipokuwa mdogo sana na baada ya miaka michache baba yake alioa mwanamke mwingine aitwaye Bi Zuena. Bi Zuena alikuwa mrembo kwa sura, lakini moyo wake ulikuwa mgumu kama jiwe. Alimchukia Amina kwa sababu ya uzuri wake wa asili na tabia yake njema. Amina alikuwa mpole, mchapakazi na mwenye heshima. Mama wa kambo alitafuta kila njia ya kumtesa na kumdhalilisha. Kila siku, Amina aliamka mapema kufanya kazi zote za nyumbani, kufagia, kupika, kuchota maji mbali na hata kulisha mifugo. Wakati huo, binti wa mama wa kambo Saumu, alikuwa akilala na kula bila kufanya kazi yoyote. Licha ya mateso hayo, Amina hakuwahi kulalamika. Alijua kuwa uvumilivu na moyo wa huruma humshinda hata adui mkali. Siku moja kilitokea kitu cha ajabu. Kijiji kilikumbwa na ukame mkubwa. Mito ilikauka, mashamba yakakosa chakula na watu wakaanza kuugua kwa njaa. Kulienea uvumi kuwa maji ya uhai yanapatikana katika pango la kichawi ndani ya msitu mkubwa, lakini ni mwenye moyo safi tu ndiye angeweza kuyapata. Watu wengi walijaribu kuingia msituni, lakini walipotea au walirudi bila mafanikio. Baba wa Amina aliugua sana kwa sababu ya kiu na udhaifu. Amina aliamua kwenda kwenye lile pango kumtafutia baba yake maji ya uhai. Hapo ndipo ushujaa wake ulidhihirika. Licha ya hofu na hatari, Amina alisafiri peke yake hadi ndani ya msitu mkubwa. Njiani alikutana na wanyama wakali, lakini alitumia hekima, huruma na ujasiri kuwaondoa bila kutumia nguvu. Alifikia pango hilo na kukutana na mlinzi wa kichawi aliyemwambia ni moyo wa kweli na usafi wa dhamira pekee utakaoleta maji ya uhai. Amina alipita majaribio yote aliyowekewa kwa subira, wema na ujasiri. Mwishowe alipewa chupa ya maji ya uhai. Aliporudi kijijini, alinywesha baba yake na baba yake alipona mara moja. Kijiji kizima kilishangazwa na ushindi wa Amina. Mama wa Kambo alijaa aibu na akatubu kwa unyenyekevu. Tangu siku hiyo alibadilika na kumchukulia Amina kama binti yake mwenyewe. Amina aliheshimika kama shujaa wa kijiji si kwa sababu ya nguvu au silaha bali kwa sababu ya moyo wake wa upendo, uvumilivu na ujasiri. Funzo: hadithi hii inatufundisha kuwa ushujaa wa kweli hautokani na nguvu za mwili bali kutoka kwa moyo wa huruma, ujasiri na kutenda mema hata mbele ya dhuluma. Je, ungetaka niendeleze hadithi hii kuwa